Yes, ni Nipashe na Raha. Kama leo nilivyokuambia, mwana wa Mungu, tupo maeneo ya Sinza kwa Aremi, kwenye kusanyiko la watakatifu wa Papete ya Muhuri International Ministry. Hapa ndio mahali ambapo wanabudia, na hapa niko na mwana wa Mungu mwingine na yeye pia atatuambia experience yake, na labda kama yeye pia ajaiona, basi itabidi akaiangalie kwa kupitia kipindi cha Nipashe na Ra'ah ahamasike na hamasishe wengine, basi wapate kuangalia filamu hii kwa kupitia kipindi hichi cha Nipashe na Ra'ah kutoka kwenye runinga yako bora kabisa ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Karibu mwana wa Mungu. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi binafsi nimeshawahi kuitazama filamu ya Yesu kidogo, lakini niliogopa zile damu na nini, kwao sikuitazama mpaka mwisho. Hiyo ndio experience yangu, lakini kupitia kipindi cha Nipashe na Ra'ah nitakwenda kuitazama vizuri filamu ya Yesu inayoruka katika TV ya Sonship Spirit. Labda mwana wa Mungu anasema ameshaitizama kwa vipande vipande, labda tunaweza kumuuliza katika hivyo vipande alivyotazama, au kipindi hicho ambacho mwana wa Mungu alipata nafasi ya kuitazama filamu hii ya Yesu, anakumbuka nini na alikuwa wapi? Nilikuwa hmm, mdogo sana, lakini nachokumbuka tu vile alivyokuwa anatobolewa kwenye mikono ya mikono, miguu vile, kwenye mbavu vilivyokuwa vinatoa damu Iko kanifanya nisiendelee kuangalia filamu ya Yesu. Kwa hiyo nataka kuambia Mungu kwamba filamu ya Yesu inatisha sana kiasi kwamba haitakiwi kuangaliwa na watu au wow. Kulingana na experience ya kipindi hicho ningeweza kusema hivyo kwamba inatisha, lakini kupitia uh, hamasa ambayo nimeipata leo nakwenda kuitazama filamu ya Yesu okay, na wale ambao hawajaitazama, na wale ambao wametazama kwa vipande vipande kama wewe, unawaambiaje? Mi nawaambia kwamba wasiogope kama mi nilivyokuwa naogopa zamani, ila wapate hamasa sasa wakwende kuitazama Asante. Huyu ni mwana wa Mungu kutoka taifa la Petre Amuri International Ministry, na ameshare experience yake katika kuiangalia filamu ya Yesu ambao japo ameangalia kwa vipande vipande, lakini naamini sasa kupitia kipindi chako bora kabisa cha Ra'ah kutoka hapa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote, atakwenda kuitazama. Karibu sana mwana wa Mungu, asante sana. Yes, uko nami mwana wa Mungu Malik Yusufu, niko leo kwenye kusanyiko la watakatifu